Mambo vipi! Hii hapa ni manywa inkibeta ambayo tumetengeneza kwa kutumia beseni mbili, hmm. Na hizi beseni ni hizi beseni ambazo watu wanatumia kuogea au kufulia nguo, kwamba nimepanga mayai yangu kama inavyoonesha. Lengo la kuweka hivi ni kwamba haya mayai tutaweka chanzo cha joto joto sahihi pamoja na unyevu sahihi, ili yaweze kutotolewa. Mayai haya yamewekwa tarehe 28 mwezi wa 12 2025, tunategemea tarehe 18 mwezi wa kwanza 2025 kupata vifaranga, na hapo nilikuwa na chora mayai yangu kwa kutumia hiyo makapeni kuweka hizo alama. Lengo la kuweka hizo alama ni kuhakikisha inaturahisisha sisi ugeuzaji wa mayai haya na haya mayai yatahitaji kugeuzwa asubuhi na jioni kuanzia siku ya tatu hadi siku ya kumi na nane, na baada ya hapo mayai hayatageuzwa hadi pale vifaranga watakapotoka kwa ajili ya maisha ya duniani. Na mayai haya ni mayai ya Kuroila, ambayo ni trei mbili zimewekwa hapo, na utengenezaji wa incubeta kama hii ni rahisi na haina gharama kubwa, kwa sababu vifaa vyake ambavyo tumevitumia hapa ni vifaa ambavyo vinapatikana kwa urahisi na bei ndogo. Video itakayofuata nitaonyesha namna gani au hatua gani imefikia, baada ya wiki moja toka tumeweka haya mayai, tutafanya kendoling ili kuangalia ukuaji wa vifaranga ndani ya mayai.